Mkazi wa mtaa wa Malagarasi mkoani Tabora, Christina Nashon mwenye umri wa miaka kumi na tano, amekamatwa na Jeshi la Polisi mkoani humo kwa tuhuma za kuiba na kutoroka na mtoto wa mwajiri wake, Beatrice Kiboma mwenye umri wa miezi mitatu na wiki moja. Christina aliyekuwa anafanya kazi katika familia Beatrice ya Beatrice yenye makazi yake kata ya Cheyo Manispaa ya Tabora mkoani humo anadaiwa kutoroka na kichanga hicho chenye umri wa miaka chenye umri wa miezi mitatu na wiki moja Machi 19 mwaka 2025. Akizungumza na waandishi wa habari leo Alhamisi Machi 20, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, Richard Abwao, amesema binti huyo amekamatwa na wananchi kwa ushirikiano wa jeshi hilo, ambapo alikuwa akitoroka na mtoto huyo kuelekea nyumbani kwao mkoani Kigoma. Kamanda Abwao amesema mtuhumiwa alifika Tabora Machi kumi na nane akiwa ameongozana na rafiki yake kwa lengo la kufanya kazi za ndani na baada ya kupata kazi hiyo aliona kazi ya kufanya ni nyingi kwa mwajiri wake ndipo alipoamua kutoroka na mtoto huyo. Taarifa za awali zinaonesha kuwa kutoroka kurudi kwao na mtoto huyo, kwani wakati anaondoka kwao alidanganya kuwa ana ujauzito, hivyo amelazimika kuondoka na mtoto ili akamwoneshe nyumbani kwao, amesema Abwao. Abwao amesema kupitia mahojiano na binti huyo amebaini kuwa alikuwa akifanya mawasiliano na mama yake akimweleza kuwa amejifungua, hivyo anarudi nyumbani na mtoto wake, na ndiyo sababu ya kutoroka na mtoto huyo. Kamanda Abwao amesema jeshi hilo linaendelea kumshikilia house girl huyo na rafiki yake kwa mahojiano zaidi, na uchunguzi ukikamilika atafikishwa mahakamani. Akizungumzia tukio hilo, mama mzazi wa mtoto Daniel Doto amesema hausigeli huyo alimdengenya kuwa anaenda nje kuanika nguo za mtoto kisha kutokomea kusikojulikana, nanukuu, alisema anaenda kuanika nguo, lakini baada ya muda alitoweka na mtoto. Mimi nimetoka ndani baada ya kuona kengele ya kuchezea mtoto hailii tena, ndiyo nikatoka nje kufuatilia, amesema Daniela. Naye baba mzazi wa mtoto huyo Doto Mwalembe amesema alipigiwa simu na mke wake kumpa taarifa ya kupotea kwa mtoto, hivyo aliwahi kituo cha polisi kutoa taarifa. kutokana tayari zilikuwa zimeshasambaa zilisaidia kumpata binti huyo akiwa na mtoto wao, na nukuu, tulimkuta akitoa fedha kwa wakala kabla ya kuingia kituo cha mabasi ili aondoke na mtoto wetu. nawashukuru sana polisi na jamii kwa kusaidia kumpata mtoto wetu, Amesema Mwalembe.